Septemba 30 anakumbukwa Mtakatifu Jerome, aliyekuwa mmoja wa waandishi wakuu wa Kanisa la kale. Alijifunza lugha za Kiebrania na Kigiriki ambazo zilimsaidia katika kazi zake za tafsiri na tafakari. Alihisi wito wa kuwa mtawa na alipita sehemu mbalimbali akitafuta maisha ya kiroho. Alifanya kazi katika jangwa la Siria, ambapo alijitenga na ulimwengu wa nje ili kuweza kuzingatia maombi na masomo. Akiwa Betlehemu, alifanya tafsiri ya Biblia kwa Kilatini na alianzisha shule ya Biblia. Ilikuwa tafsiri rasmi ya Biblia kwa kanisa Katoliki na inatumika hadi leo. Pia aliandika tafsiri kuhusu maandiko mbalimbali na alijibu maswali na changamoto kutoka kwa wapinzani wa kanisa. Aliandika sana kuhusu imani, maadili na mazoea ya Kikristo. Urithi wake unajulikana katika eneo la elimu ya kidini na tafsiri, na anaheshimiwa kama mtakatifu wa wahitimu wa teolojia wa na wasomi. Kuna mengi ya kujua juu ya watakatifu. Tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii.